Na wewe mwanamke ambaye umepata bahati ya kupata mwanaume ambaye anakusapoti swala zima la mtaji, lakini changamoto kubwa ambayo inawapata wanawake wengi au wanaume ambao wameamua kuwasapoti wanawake zao, uh, kiswala zima la mtaji ni pale mwanamke ambapo anashindwa kuendeleza ile biashara, mwanamke anashindwa kununua, kulipa kodi yani, Um, umebahatika kupewa labda mtaji wa milioni kumi, umefunguliwa fremu, yes, vyote hivyo mume wako amekufanyia, but after that, una baada ile miezi sita unarudi tena kuomba pesa ya pango. Yaani ile biashara ina maana miezi sita tu uliyoifanya haikusaidi hai yani, haiendelei Sababu unataka tena kutoa hela mfukoni, yani kuvuta hela mfuko huu unahamishia mfuko huu. Hiyo ni kitu ambacho ni makosa makubwa ambayo watu wengi sana wanafanya. Na pia nimepata wanafunzi wengi sana wanalalamika kwamba mimi, kila siku namsupport, naomba nisaidie kufundisha mwanamke wangu kwa sababu everyday nina msupport, uh, kusala zima la mtaji, lakini bado anarudi kuomba tena ile kodi, bado anarudi kuomba ile pesa ya kwenda saluni, wakati mimi nilitegemea kwamba nikimkabidhi shilingi milioni kumi, ninajua kwamba hitajiza ataweza kujisupport kwa yale mambo madogo madogo. So, um, na hii inavunja wanaume wengi moyo. Kwa hiyo nataka leo niongee na mwanamke ambaye umeamua au umebahatika kupata mtu ambaye anakusupport mtaji. Sio jambo baya kwa sababu mnahitaji wote kwenye familia msimame. Yes, so um, haya ndio mambo ya msingi ambayo unapaswa kuyazingatia ili kuweza kufanya biashara yako isimame ijiendeshe yenyewe. Yaani, ukifanya biashara yoyote, hakikisha kwamba biashara yako hiyo ina uwezo wa kulipa kodi yake yenyewe, ina uwezo ya kulipa gharama zako za usafiri kila siku, kama unaweka gari yako mafuta kwenda na kurudi, na pia hiyo ina uwezo wa kumlipa mfanyakazi, na pia ihakikisha kwamba ina saving yake. Yani, unajua kuna hile, like, uh, kuna sometime kuna janga lolote linaweza kutokea, lakini sio kama janga likitokea biashara isiende. Ko, most of the time unatakiwa uwe na nyanja nyingi za kukusaidia wewe kuhakikisha kwamba biashara aianguki na wanawake wengi uh, wanapoingia kwenye biashara wanakuwa hawana elimu ile biashara. Kwa sababu kubwa ambayo inafanya biashara yako ishindwe kujiendesha yenyewe ni kwa sababu haujapata elimu ya kufanya ile biashara. Kwa hiyo epuka sana kutoa pesa kwenye mkono wa kushoto kuingiza mkono wa kulia. Namaanisha kwamba mfano, um, kuna wanawake ambao unakuta yeye labda amepata mtu kampatia dola elfu tano kaenda kafungua frame katengeneza ka decorative frame, imeonekana kama kapata, mwingine kampa dola elfu tano kade kanunua mzigo kaweka, kapata tena kanunua mzigo kaweka. Yani anakuwa anavuta hela kwa naweka. Ukishaweka hela kwenye biashara, inatakiwa hela itoke kwenye ile biashara ijizungushe. Kwa hiyo tafuta elimu, njia, solution pekee ni elimu ya kufanya ile biashara. Yes, sio sio, sikatai kupata, kupewa pesa, but ninakataa ile swala zima la wewe kuchukua hela mkono huu, kuendelea kuongeza kwenye biashara, biashara ambayo haizalishi. Kwa hiyo hii ni...